Karibuni mpenzi mtazamaji wangu wa afya update, leo ni siku nyingine tena, nimekuja na kipindi ambacho kitakuja kizungumzie mwanzo mwisho masuala mazima ya afya ya uzazi kwenye kategori ya hedhi. Leo niko na mtaalamu dadangu Sala ambaye atakuja kutupitisha namna gani ya kuweza kuanza binti anaipokea hedhi, mambo ya msingi yakuzingatia kipindi cha hez, usafi wakati wa kipindi cha hez, na baba au mama gani ya kuweza kuwamweka karibu zaidi binti yako akiwa kwenye kipindi cha hez, basi nikukaribisha sana kwenye kipindi hichi n <coughs> anatakiwa ni ajue nini. Hizi ni hatua mojawapo ya ukuaji hasa kwa mwanamke yeah. ni hatua ambayo ni ya kwanza kwa binti wa miaka kumi na mbili kumi na tatu mpaka kumi na nne yeah, kwenye ukuaji wake yeah, kwenye safari ya uzazi okay. Yes. Na nini kitakachoonyesha kwamba huyu binti huyu ameanza kupata hedhi? Kuna dalili nyingi kabla hujapata hedhi yeah. Kuna wengine unakuta wanaumwa yeah, kwa wiki mbili, kwa wiki unakuwa unaumwa yeah, unapata maumivu yeah, makali ya tumbo yeah, bila kujua nini ni shida, maumivu makali ya tumbo, kiuno, mgongo, saa zingine unaweza ukapata hata homa yeah. mm. na endapo ndo binti sasa ameanza kupata hedhi yake ya kwanza, hana mm -hmm. msaidizi, unamshauri kitu gani au ni vitu gani vya kuzingatia? Kuzingatia cha kwanza, anatakiwa awe na elimu yeah. Lakini tunashukuru Mungu siku hizi kuna utandawazi yeah. Na kuna elimu ambazo unakuta mtoto anafundishwa shule kabla hata hajaingia hizo hizo processes hizo za kupata hedhi, kwa hiyo mm-hmm. mara nyingi kwa sasa hivi kwa kizazi cha sasa hivi mm -hmm. watoto wengi wako aware na hedhi, kwa hiyo okay. ni wachache sana, labda kwa wao ambao wa kidogo ni wadogo au bado hiyo teknolojia bado haipo, lakini mostly watoto wengi sasa hivi wanakuwa awareness wana aware na hii hedhi yeah. Lakini cha pili, wazazi, maana sisi ndo tunaokaa na watoto yeah. Muda mrefu hasa, sasa akina mama wanatakiwa yeah. Waanze kuongea na mtoto wako kabla hata hajafikia hiyo hatua kushaona tu kabisa, mtoto anakuwa anauelewa kupata hedhi mm. au anakaribia. Unatakiwa cha kwanza uwe karibu naye nice. sana sana sana. okay. ni mambo gani hayo? tuna mwasa mzazi anaweza akawa anamkumbusha mtoto wake kabla ya kuingia kwenye hedhi. Cha kwanza sasa hivi hatuna aibu kwenye kulea yeah. tumefika sehemu ambayo unatakiwa uwe mwazi kwa mtoto yeah. hata kama ilo neno ni baya, ni gumu, ni la aibu, lakini unatakiwa uwe muwazi kumwambia athari za kwamba ukishapata hedhi, ukikutana mm. na mwanaume utapata mimba, utapatisha ndoto zako yeah. utazaa kwenye umri mdogo, na wote tunajua kuna um, madhara ya kuzaa kwenye umri mdogo aidha, yes. unaweza ukazaa salama au ukafanya operation au ukafa kwenye proses. Kwa hiyo yote hivyo, anatakiwa mtoto awe anajua okay, so. na... kwa mfano mzazi huyu a, ni wa kiume anamlea binti yake wa kike mm, anaweza akamweka kwenye mazingira gani ili amweke katika mazingira ya usalama zaidi? Ndo tunarudi kwenye ukaribu, mzazi kuwa rafiki wa mtoto wako siku zote. Ja, natakiwa uwe rafiki yake namba moja. Okay, ukiachana na hawa wanje wa shuleni wa wapi. Okay, lakini kuna muda unatakiwa uwe mzazi, kuna muda unatakiwa uwe rafiki kwake, kwa, kwa sababu ukiwa rafiki kwake hata kama ni aisha za kuwa na single dad yes. Atapata ile confidence ya kukueleza kuliko ukiweka tabaka kwamba mimi ni baba, mm. mimi ni hivyo kwamba hauwezi kuniambia hichi kitu. Kwa hiyo naweza kukuta mtoto akaingia kwenye hedhi akashindwa kukuambia, mm. akaogopa, mm. akawa anaweka tu vitu huko, au anaogopa anajua ni kesi. Mwisho wa siku, mm. akakutana na mtu akapata, yeah. ujauzito, au yeah. akaenda shule akachafuka, yeah akapata aibu, akajisikia vibao, akahisi hichi kitendo ni kibaya sana. Kwao kuna vitu vingi kwao. Natakiwa mzazi uwe karibu na mtoto, hasa kwa dunia sasa hivi yeah. friendship between wewe na mtoto wako regardless, kwamba wewe ni mwanaume au ni mwanamke, you have to be there okay. Nimependa. Na namna gani sasa huyu baba mm. anaweza kuwa, anaweza kwenda hata kuwa anamnunulia mahitaji yake ya muhimu kipindi cha hizi kabisa. Hiyo ina nani, ni sawa, kuna kosa gani pale? okay. Kwa sababu wewe ni baba, mwisho wa siku, hata kama hautomnolea kama una mke mm. ile hela zinatoka kwako. yes. Kwao ni sawa, ni sio kitu cha nani cha kushangaza. Mbona mke wake anamnunulia? Kwa nini mtoto wake ambaye, kabisa this is my daughter yeah. kwa nini asimnunulia? Kwayo ni kitu vizuri, na pia wababa wajifunze kwenye mitandao kwenye hizi channels. Yeah. anaangalia if you have a girl child wanaangalia. Yeah. unatakiwa ujifunze hizo process, hata kama mama yupo, kuna siku atakuwa hayupo hicho yeah. kitu kimetokea, nani atakayemsaidia zaidi yako? Okay, sasa tulikuwa tunazungumzia kwenye kipande cha wazazi twende mm. sasa kwa yule binti namna gani ya kuzingatia usafi na usalama wa kuanzia kwenye uvaaji wa pads mpaka kuzibadilisha mpaka atakavyoenda kuzihifadhi na kuweza kuzihifadhi kwa uzuri zaidi kwa ajili ya afya yake na kulinda mazingira ya watu wengine. Cha kwanza mtoto anafundishwa kuvaa pads. Unatakiwa yeah, uvae vile proses ambazo unaziona au mama anavyokufundisha yeah. Na siku hizi kwenye pads unakuta kuna vikaratasi kwa juu. Kwa hiyo yeah, kwenye kusafi hapo pedi kwanza sana sana utumie hata kwa lisali moja, inatokana na wewe unavyo nani, lakini sana sana na yeye joto au hali mm -hmm. ya hewa at least utumie kwa lisali moja au mpaka mawili ukitoa pale, kuna zile karatasi za juu, utaikunja, utaimaliza, utaidumuza kwenye ile karatasi. Kama huko shule, tembea na bahasha, weka kwenye bahasha, weka kwenye, kwenye begi. Ukifika nyumbani, utaenda kuidisposa ada au mara nyingi ni vizuri tuzichoma, kwa sababu unaweza ukaweka kwenye dustbin au nyumbani, kuna jalala, kuna watoto wanapita, watafukua ule mfuko ambao una rangi zuri, atafuta hizo pads, utafuta zimezaleamtanwatoshashika uchafu wao. Awa uzichome, hiyo ndio njia sahihi sana. Chukua mafuta unaweka Unasimamia mpaka zinaishi zimekuwa majivu, tena unaendelea na mambo yako. Nashukuru sana dada sana, tumefly kwa na wewe na jeamesha zi ajuu kwamba ni njia zipi sahihi. Sasa mshaja usafi tayari, njia zipi ambazo za athili za asili ambazo anaweza akazitumia, kwa sababu yuko tayari kwenye kipindi na aweza kashiriki ujauzito na akapata akashiriki tendo la ndoa na akapata ujauzito. Kuna njia zipi ambazo za asili za uzazi wa mpango? Yeah, yeah. Njia za asili kwa mtoto mdogo hatuwezi kushauri, japokuwa tutamkanya tu, ila kwa watu wazima mara nyingi wanaopata hivi ni watoto wadogo, lakini kama ikitokea, kwa sababu huwezi kujua njia ya moja ni wanapofanya tendo mwanaume kumwaga zile shahawa kwa nje. Njia nyingine hapo hakuna au aende na kalenda, kalenda zile ambazo kwamba ukishamaliza periodi unakaa siku sita mpaka wengine siku sita, ngine siku saba friday, wengine mpaka kumi na moja siku friday. Zile ukishamaliza unaona kabisa hii ni hatari, hii sio hatari pia hatushauri hatu encourage watu watu wazima basi watumia njia mm. hizo, na kingine ah. kwamba kuna maumivu makali kipindi cha hedhi hasa mm. kwa ile mwaka wa kwanza wapili mezi ya kwanza apili ya tatu, ni njia zipo ambazo wanaweza kuanza kuzitumia kuweza kupunguza maumivu mm. makali kati wa hedhi. Akwanza unakunywa dawa kuna unaweza unaeza kanywa ibuprofen, unaweza unaezakanywa panadol vivian, lakini kama hauna access ya kupata dawa, unachukua maji ya uvuvu na unakunywa kikombe kimoja. Ukiwa tu inaza kuuma, unakunywa ukunywa maji ya uvuvu, inasaidia sana tumbo. kwa anja nyingine zaidi yao kwa ulawa zaidi ya dawa na maji ya moto. Okay, yeah. ni vitu vipi ambapo binti huyu ameshaingia kwenye kipindi cha kuona hedhi, akiona hedhi yake imebadilika sana au ina utofauti mkubwa sana asiai ya kawaida, nashauri it enee kuonana na wataamkamanyee ili akapewa ushauri au akafanya vipimo a hedhi ni siku tatu mpaka mwisho saba. Ukipitiliza kwanzia siku ya nane, siku ya tisa, siku ya kumi, hapo kunakuwa kuna shida, aidha kuna homoni balas au kuna vitu wengine kwao. Ukiona unapata una hedhi kwa siku hizo, kwanzia hadi siku kumi au wiki mbili, hapo kuna shida. Cha pili, ile rangi ya hedhi, ukiona unapata hedhi ambayo nyeusi <coughs> na vinyamanyama vibongebonge, pia hiyo ni sio sahihi, kwenda hospitali kwa daktari ni kusana. Yes, damu ikiwa inatoka nyingi sana, damu ikiwa natoka nyingi kwa wiki. Kwa sababu mara nyingi siku za kwanza tunapoingia hedhi, kila mtu na hali. Kuna mwingine akiingia kwenye period mara ya kwanza anamwaga damu nyingi siku ya kwanza siku ya tatu yaani zinaenda zinapungua, lakini ukiona unamwaga damu nyingi mpaka hizo siku zote, hapo pia kuna tatizo, aende kwa daktari au nawezamamivuahata katafuta aashule katafuta maja

na pia unapoichukua pale kisha maliza iweke kwenye bahasha ka dispose right away, kwa sababu kukaa nao, kwanza ile inatoa harufu. Hii pads nyingine hizi zinakuwa zina layers nyingi, wanajua wanaweka dawa gani kwa sitoya, kwayo, ili kwamba sitoe harufu. Kwa hiyo ile aukushauri kukaa nao kwa muda mrefu, japokuwa sio nzuri na inakuwa ina bakteria, kwa sababu sina wavia kama hiyo icho kitambaa utakachotumia ni kisafi na salama kwa kuweka ukuchini, maana ukuchini kuko very sensitive so. Na labda binti huyo akapata, nini afanye baada ya pati akazitumia ambazo kamekea mwasho na changamoto nyingine mabadilisho? Basi kuna hizi pati ambazo, kila pati na quality yake kuna viwana tofauti tofauti yeah, lakini kuna ambazo tunajua ambazo ziko el i kwa okay, matumizi na ambazo oh. Unakuta hata ukivaa unakuwa na na ule ubaridi au hisi ule ukuta au nini, hizo zote zipo. Kwa hiyo inatokana na price unayotumia na bidhaa unayotumia, lakini azi nzuri zipo na mbovu zipo enye ochaa Afya, ushauri wako nini kwa wazazi na na kwa jamii nzima, kuhusiana na swala zima unazosema hedhi na usalama au hedhi salama kwa binti ni nini? Unaawasa avite karibu na watoto, haijalishi watanionaje au wataniona hato ni heshimu tena, au unajisikia aibu. Kwenye malezi huwa hakuna aibu Unakoeda sasa hivi ni tofauti, kwa sisi kuosa sahivi, unatakiwa karibu na mtoto umueleze ambayo anaendelea kwenye dunia, kwamba ukipata hii damu ukitoka tuko ikikaauko kufanya hivi utakutana na ichi. Huyu ni dadasabu ambayo amepitisha mambo muhimu sana ya msingi. mimi ni Dr. Chilo, hii ni Afya Update. Kutana tena kwenye vipindi vijana, ambapo tunakuwa tunakuletea mada tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinajenga kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi, toka siku ya kwanza mtoto tuanazaliwa mpaka anapokuja kukoma kuweza kufanya uzalishaji. Kwa hiyo nabigi na visala kizazo pango pango vibali kama kuweza kujua magonjwa ambayo yanasumbua sana kwenye kipindi cha mfumo mzima wa maisha ya uzazi. Bye bye. Tutane siku nyingine hala. Afya update.